Mkapa, Simeo Andrea Runaku, mimi kwa marehemu ni mtoto wa marehemu, ndo wa kwanza kuzaliwa kwa mama yangu. Mimi ni mkazi wa Kabugozo, kata ya Chigunga, mkoa wa Geita. Taarifa za kunipata mama yangu, wadogo zangu walinipigia simu, wanasema kwamba kaka, tunakuomba uje nyumbani kuna matatizo ambayo yametokea. Nikawauliza wadogo zangu kwamba matatizo gani? Kaka njoo tu nyumbani, ila si cho kuomba uje nyumbani baadaye nikawa amenipigia ambaye ana moyo wa ujasiri kidogo, ambaye ni mdogo wangu, akaniambia kaka, mama ameuawa humo ndani, na baba amemuua, akamchinja kama kuku. Baada ya pale akamtolea macho yote, alivyomtolea macho basi ndo baba kuja, akamka. Asubuhi tunakuta baba hayumo, mama ameshafariki. Nikasema ni kweli? Akasema kaka, ndo hivyo kabisa, mama amefariki. Nikasema sawa, nikapiga simu nyingine kusibitisha kabisa kwamba ni kweli ushahidi, kwa sababu huwezi kuchukua ushahidi kwa mtu mmoja, hadi uchukue na ushahidi tena sehemu nyingine. Nikapiga simu sehemu nyingine tena, majirani wako, akasema ni kweli mama yako amefariki, na hapa tulipo tuko ni eneo la tukio hapa na Nyamigota, nyumbani kwenu hapa na watu hapo wengi wametuzunguka, ameshafariki mama yako, amechinjwa na baba yako, akatolewa na macho. Baada ya pale mzee akafanyaje? Akakimbia, hayupo. Nikasema sawa, ndo nikaelekea hapo Chigunga nikachukua usafiri, ndo kufika mpaka eneo la tukio. Nilipofika eneo la tukio, kweli kukuta kweli mama yangu mzazi hayupo hapa duniani kwa tarehe ya leo, kwa umri aliyokuwa nao mama. Kwa harakaraka nikiangalia labda kama Yaani kwa haraka haraka nikiangalia ni umri wa miaka 45, anaitwa Thereza Laurent. Eh, hey, vikwazo vikwazo vya zamani hapo nyuma vilikuwepo. Hasa hapa mwaka wa zamani wa nyuma kabisa nikiangalia tisini na mbili huko nyuma huko alishaga kufanya tukio kama hili hili akakamatwa akapelekwa sero baadaye, lakini akaja kachoka kwa msamaha wa rais wa Mkapa kawa ametoka. Kwa tukio hili hili kuua tu hivyo hivyo asifamu zijali kwa gani, lakini sisi tulizaliwa tukakuta hilo tukio, kwa sababu tulizaliwa, kwa maana baada ya kutoka sero na akaja akamuua huyu mama yetu aliyetuzaa huyu aliyefariki leo. Na sisi tumekuja kuzali tukakua tukalikuta hilo tukio linasemwa kwamba baba yenu alishagwa kufanya tukio hili, tukasema ah, tumekaa tumekana kweli, na sisi watoto tumejisibitishia leo kwa mama yetu kumuua baba Al. mimi naitwa Thomas Mjuberi Mgobi, ni mkazi wa mtaa huu, ni jirani yetu aliyefariki, ni jirani yetu, kwenda tukakuta yule mama kachinjwa, alafu kanyofolewa macho Tukawauliza, wakasema kwamba walikuwa na mzozo kidogo, baba na mama. Jana usiku waligombana tu kidogo, mzee anamwambia tuondoke, yeye anasema mimi siondoki, nikawaacha watoto wangu. Mama anasema siondoki, nikawaacha watoto wangu. Sasa basi wakalala, lakini kulikuwa hakuna lolote linaloendelea. Sasa mtoto mdogo anasoma darasa la tatu ndio anasema kwamba mimi nimetoka asubuhi kwenda kuchukua daftari kwenye chumba cha mama kuwasalimia, ndio nikakuta mama peke yake ndiye amelala kitandani, namtikisa atikisiki, naita aitiki, basi nikachukua jukumu la kumfunua kichwa nikakuta amechinjwa. Basi ndio akatoka kumwambia kaka yake ku, analala chumba kingine cha nje yeye tofauti na salamu, kama hujamsemesha aseme mengine, ni kusalimia kisha maliza basi. Alikuwa ni mama mpole sana, na hata mume wake, yaani huwezi ukadhania kwamba anaweza kufanya tatizo hili, yaani hiyo ni, ni moja kwa moja, kwa sababu mpaka sasa haonekani. Lakini baadaye kidogo, baadaye kwenye majira ya saa nane hivi kuna watu wamekuja wakisema kwamba wamemwona na begi anaelekea na kumbe alikuwa amejificha jirani, ameondoka anaelekea sehemu nyingine ya juu kidogo, yani anakimbia kwenda kijiji kingine. Kwa majina yangu naitwa Mesha Kimalosha Siantemi, mwenyekiti wa kitongoji cha Nyamigota. Tukio hili limetokea katika mazingira ambayo hata sisi ni vigumu kujua kwamba lilitokea muda gani, kwa sababu tukio lenyewe limekuja kujulikana asubuhi, ni mwendo wa saa kumi na mbili kwenye masaa ya wanafunzi kuanza kujiandaa kwenda shule. Kwa kweli, shida ni ngumu kujua matatizo ya kila familia, ingawa kuna tetesi kidogo pia kwa majirani kwamba kulikuwa na ugomvi kidogo, ambao ni kawaida tu kuwa na ugomvi kwenye familia na miji hizi. Ameuawa kwa kuchinjwa mechinjwa kikatili kabisa na damu yake imemwagwa pale. Hiyo mama amefariki katika mazingira ya kuchinjwa, ametumia ah, tu, tumia tu silaha yenye ncha kali, haijulikani ah, ni nipanga, ni kisu au mm -hmm, ni namna kitu gani? Maana hakuna hakuna silaha yote iliyopatikana ndani iliyotumika. Ah, sisi kitu ambacho tunakifahamu ni kwamba ni mama mtu mzima kachinjwa ndo akafunua shuka, alikuwa amejifunika, ndo hivyo akakuta mama amechinjwa. Na baba kama unavyouliza hakuwepo ndani. Uh, wito wangu mimi kwa wananchi ni, ni ule ule tu kama vile ambavyo tunaendelea kushauriwa na vyombo vya, vya dola serikali kwamba kila mtu ana haki ya kuthaminiwa utu wake na jambo hili ni jambo baya. Wito wangu kwenye ni jambo kama hili ninawataka tu wananchi tujaribu kuwa makini katika, ku, katika kuangalia mihemko ile, hisia zetu hasi, hisia kali, hasira na vitu vingine. Inawezekana kabisa pengine labda kuna mgogoro, lakini mimi wito wangu mkubwa tu ni kwamba tujaribu kuwa makini katika swala la hasira, maana hasira ya mwanadamu hayatendi mapenzi ya Mungu. Aa, ni kweli jambo hili ni baya na ninalilaani vikali ni sana jambo hili.